Siku zote maandalizi ya mapema ni mazuri mno, lakini pia mtu yoyote ataandikishwa kujiunga na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa sifa zifuatazo. Namba moja, awe raia wa Tanzania, elimu ni kidato cha nne na kuendelea, uwe umefaulu. Lakini sifa nyingine, mwombaji anatakiwa awe amehitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mkataba wa kujitolea miaka miwili, au mafunzo ya mujibu wa sheria na kutunukiwa cheti. Lakini umri, mara nyingi hauzidi miaka ishirini na tano. Awe na tabia na mwenendo mzuri pamoja na afya njema. Ushauri wangu vijana wajifunze michezo ya kupigana, hapa naongelea martial arts kama vile boxing Taekwondo, judo, kwa sababu kujua kupigana inaweza ikawa sifa nyingine ya ziada ukapata nafasi katika jeshi la wananchi. Hivyo basi ni vizuri ukajua, kuna kupata na kukosa. Nikutakie siku njema.